Tunaposema viongozi wa kiroho wako wengi. Mm -hmm. wako wengi sana, na viongozi wetu wa kiroho wamegawanyika katika makabila, wamegawanyika katika silka ama hulka. Mm -hmm. kama vile ambavyo sisi binadamu tulivyo. Mm -hmm. Eh, kuna makabila, kuna I mean, species, wanawake, wanaume na pia eh, wapo wanadamu wa makabila fulani fulani na nini. Mm -hmm. kwa hata viongozi wetu wa kiroho ni hivyo hivyo. Mm -hmm. Sasa nikienda kuwataja kwa kwakuwafafanua, uh. Mm -hmm. Tuanze na wazazi wetu wa kiroho kwa maana ya wazee wetu ambao wametangulia mbele za haki. Wazazi wetu tulikuwa nao, mm -hmm. lakini pia wametuzaa sisi. Mababu zetu mabibi zetu tulikuwa nao katika ulimwengu huu na tuko nao pia katika ulimwengu huu, lakini sasa ulimwengu huu una tabia mbili. mm -hmm. tabia ya kiroho na tabia ya kimwili kwa maana ya physical and spiritual. Mm -hmm. so sisi binadamu tunayo kawaida ya kuonana hivi kwa macho ya kawaida ya, spirit, ya, ya ya physical mimi na wewe tunaonana hapa. mm -hmm. lakini haimaanishi kwamba tutashindwa kuonana pia katika mfumo wa kiroho. mm -hmm. Eh, tunaweza ukaonana pia vile vile hivi, mm. hai. Mm. Tuna uwezo wa kuonana sana, sana. wa kiroho. sana Umbi? Na kila siku tunafanya, maana yake ni kwamba tunaonana kila siku yes, tunawasiliana yes. kila siku sa. eh. Japokuwa sasa ni formula gani unatumia, hmm. kuwasiliana katika mfumo wa kiroho hmm. hata simu zetu unapompigia mtu eh. kwani mnaonana mwili pale Si mnawasiliana kwa njia ya kiroho, kwani sauti inapita wapi? <laughs> <laughs> Sindio? <mimisha> E, tutafahamishana tu. Mifumo iko mingi sana kuwasiliana kiroho, unapolala usiku mm -hmm. na ipo mingi sana kuweza kufanya communication. So, kwa hawa wazazi wetu tulikuwa nao katika ulimwengu huu, mababa zetu, mashangazi zetu, dada zetu mm -hmm. wao waliondoka katika physical mm -hmm. wakaenda katika spiritual moja kwa moja mm. Sumeelewa, kama sisi ambavyo hatuwezi kwenda kwenye spiritual moja kwa moja na wao wawezi kuja kwenye physical moja kwa moja kwa sasa hivi ndivyo hivyo ilivyo kwa wao. Sasa hivi wako kwenye spiritual hawana access ya kuja kwenye kwenye, kwenye ulimwengu wetu wa, wa, wa, wa physical kwa sababu tayari timeline yao ya fiziko ya, ya, ya yao mm. ilishaisha yeah. Eh, eh, sasa hawa wanapokufa wanapokwenda katika ulimwengu huo wanakwenda kuwa wasimamizi kwenye masuala ambayo sisi hatuwezi kuyaona.